Leo nimeamua kuweka wazi kodi tatu. Nataka nikupe password tatu muhimu, nisikilize. Bando lako linaweza likakusaidia. Kodi ya kwanza, ombeni nanyi mtapewa. Kodi ya pili, tafuteni nanyi mtaona. Kodi ya tatu, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maneno haya umeyazoea na unayasikia mara nyingi, yanapatikana kwenye kitabu cha Mathayo saba mstari wa saba umeazoea niko serious, lakini amebeba siri kubwa sana kwenye maisha yetu, yangu na yako. Nisikilize, wacha Mungu. Wengi e, tunaishiaga hatua ya kwanza, tunaomba alafu tunasubiri. Biblia imeweka mambo matatu. Kanuni za Biblia zikikosewa hazina nyongeza, yani ukikosea kanuni ndo umeikosa hicho unachotaka Jambo la kwanza unaomba, ukishaomba kwa Mungu, jambo la pili kinachofuata ni hatua, kitendo cha kwenda kutafuta. Maombi ni kiroho, umeshampelekea Mungu sana e, ombi lako. Nachofuata ni wewe, wewe hapo unayeniona, kwanza kutafuta Haimaanishi kwamba hauko kwenye imani. Kuna mtu anasema labda nitakuwa sijienda kwenye imani. Aa, kutafuta yani, bado maombi yale ndio yatakao kusaidia wewe. Ukitafuta upate, tafuta utapata, yani maanake ni kwamba uanze kuuliza kazi ambayo unaitaka, kwa wale ambao wanataka kazi ambayo ulikuwa unaitafuta, kama yako uanze e, kutafuta kama ulikuwa una ni mgonjwa, baada ya kuomba unakwenda labda kwenda kutafuta vipimo hospitalini. Mwingine atasema sina imani. Nataka nikufundishe kitu, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa kwa unakwenda hospitali kama ulikuwa umeshaomba kwanza, unakwenda hospitali, unapata dawa, unakutana na, na daktari mzuri, unakutana na dawa nzuri, unapona haraka. Ama ulikuwa unatafuta kazi, sasa unakwenda kutafuta kazi, unauliza, unawapigia, unakwenda mahali huku na huku, unauliza kazi, unapeleka dokumenti zako kwenye maofisi mbalimbali, hapo huko kwenye hatua ya kutafuta. Hatua ya tatu, bisha bisha, ni kwanza sasa kupiga hodi E, unapeleka unakwenda maeneo ambayo yani unazama ndani bisha yani unabisha unapoondoka kabisa unamwambia Mungu lazima lazima lazima lazima lazima lazima lazima iwe lazima iwe kwa imani lazima iwe lazima iwe, lazima iwe, lazima iwe kwa imani lazima iwe lazima iwe lazima nikutane na mtu fulani lazima nikakutane naye unampigia simu halo uko wapi vipi kazi nina nini hizo hatua zote ombeni Tafuteni, bisheni. Ukizifanya hizo hauwezi kushindwa kupata unachotaka. Wengi mmeshindwa kupata mnachotaka kwa sababu baada ya kuomba mkakaa, mkasema imani ni kuwa na uhakika na tayari Bwana umetenda. Sikiliza nikuambie, mambo ya kumcha Mungu ni kanuni. Ukikosea kanuni umeyakosa. Kwa hiyo hamfanyi tena, ukiomba unasubiri muujiza. Wanadamu tuna aina tatu mbili za kuishi. Tuna aina mbili: ya kwanza ni utaratibu, ya pili ni muujiza. Sasa usitafute kuishi kwa muujiza wakati utaratibu uko mbele yako. Mungu ametupa mwongozo, kwa nini unapitia kwenye changamoto? Umeyafanya hayo? Je, inawezekana bado hujayafanya na unaendelea kuwalaumu watu kwamba hawa, Mungu ajibu tena, Mungu anisikii? Umeyafanya maelezo ya neno la Mungu? Yako wazi kabisa. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Sijui kama kuna mtu ameelewa hiki nasema, password tatu. Mungu akubariki sana.